Sisi wananchi wa mkoa wa Mwanza nao wajibu mkubwa wa kutunza amani ya nchi yetu, tunayo nafasi na tuna wajibu mkubwa wa kutunza amani ya mkoa wa Mwanza. Kamwe tusishiriki kwenye matukio ya uvunjifu wa amani. Tusiruhusu kamwe matendo ya fujo, vurugu, ukoraji, maandamano yasiyokuwa halali, ambayo mambo haya yote niliyotaja yakazorotesha maendeleo yenu, yatawapotezea muda katika safari ya maendeleo. Msifanye hayo, ili mtoe nafasi kwa viongozi wenu, kwa viongozi wetu walioko madarakani wapate utulivu na nafasi iliyotulia ya kutuletea maendeleo. Maendeleo hayawezi kuja kwenye fujo. Kwa hiyo tuna wajibu wa kutunza amani ya maeneo. Wajibu wetu mwingine ni wajibu wa kufichua wahalifu. Hatuna budi kukataa uhalifu na kuwafichua wahalifu wote. Nilisema mwanzo, utachekelea kuona mwenzako anaibiwa, unakaa kimya, utoi taarifa. Wahalifu kuna siku watakupata wewe. Sote tushirikiane kuhakikisha kwamba muhalifu apati nafasi katika jamii tunayoishi. Tutoe taarifa kwa vyombo vya usalama na tutoe taarifa zenye ukweli, ili vyombo vya usalama, likiwepo jeshi la polisi, liweze kuchukua hatua. Hapa pakiharibika, tuna sehemu nyingine ya kwenda? mi nadhani hatuna pa kwenda. Pengine tukilazimika kwenda pengine, itabidi tuanze kuomba ruhusa za kuingia huko, au sio? Lakini hapa tunahitaji ruhusa ya kuwa hapa, hatuhitaji ruhusa, ili mradi tu sisi ni watu gani, wa Tanzania ndio tiketi yetu ya kuwa hapa. Sasa kuna mambo ambayo tunakuwa tunayaona yanajitokeza, tunasema tukae na nyinyi tuweze kuzungumza pamoja, pengine kukumbushana mambo balimbali ya msingi ya kuendelea kuzingatia ili maeneo yetu yaendelee kuwa na utulivu, yaendelee kuwa na usalama, yaendelee kuwa na amani. Sasa nichukue nafasi kuwafunguza, na nchi yetu inaongozwa kwa sheri, nchi inaongozwa kwa mujibu wa nini. Kama wewe una jambo nalo alikufurahishi ukiona linakuja mbele yako, kumbuka nchi inaongozwa kwa utaratibu gani. Ukishajua hivyo tu, punguza munka, alipata nini Raisi? Kwa mimi naamini kwamba jeshi la, la, la polisi litupe imani sisi, ni watu ambao ni, ni, ni, ni watu ambao ni wa, wapole, ambao hatuwezi tukaingia mpaka kitendo cha kwamba tuanze kuhatarisha ku, ku, ku amani wakati tumeshapata sehemu ambayo ni ajira, kutokana na vile wale vijana ambao wanamaliza form 4, wengine unakuta kwamba hawezi kuendelea kutokana na changamoto za wazazi. Mwingine unakuta kwamba anashindwa kuendelea kulingana na, na pointi ambazo amezipata. Kwa hiyo moja, moja kwa moja, moja sehemu ya kukimbilia imekuwa ni nini? Imekuwa ni upande wa bodaboda boda. Hivyo mimi naamini hata pale ambapo tunaweza tukaona hapa kuna chanzo cha itilafu yoyote, tuko tayari kutoa taarifa kwa jeshi la polisi ambazo zinakuwa na uaminifu na ninaomba jeshi la polisi lituunge mkono, na pale tunapotoa taarifa wawe ni wepesi kuzifuatilia na kuziwekea maanani, na sisi tutaonyesha ushirikiano kwa kile ambacho tutakuwa tumekiona ambacho ni hatarishi kwa kanda yetu ya Kishiri. Sasa nadhani tuna wanachama mia nane na kumi na mbili ambao wamesajiliwa kwa mujibu wa sheria ya umoja wa dereva madereva pikipiki ambao tumejiajiri kusafirisha abiria, kuhakikisha kwamba tunatoa huduma ya madereva pikipiki kwa kanda yetu ya Kishiri. Kwa hiyo, naahidi jeshi la polisi kupitia ushirikiano wenu na ushirikiano wetu, sasa kama viongozi wa umoja waendesha pikipiki kanda ya Kishiri, tutatoa ushirikiano wa kutosha kwa ajili ya kuimarisha amani amani ya nchi yetu, amani ya Kishili, amani ya wilaya yetu ya Nyamagana pamoja na mkoa wa Mwanza.